Kwa jina naitwa Justina James. Napenda kumshukuru Mungu siku ya kongamano la Ijumaa. Kwa kweli siku ya kongamano la Ijumaa nilimwona Mungu kwa kweli, nilikuja hapa nikiwa mzima wa afya. Baba alikuja hapa akaanza kufundisha, baada ya alipomaliza kutoa maelekezo hapa sasa, akaanza kukazia kwamba hivi uweke wazi tatizo lako. Mimi kwa kweli, nikiangalia kabisa kwenye ufahamu wangu na akili yangu naona kabisa na tatizo la uchumi moja kwa moja kabisa, nilielekea hapo hapo kwenye uchumi. Baba naye aliendelea kukazia kwamba hivi natakiwa uweke wazi. Baada ya hapo, baba sasa akatuambia tusimame tutoe dhabihu zetu. Tulipotoa tukasimama pale madhabahuni, tuliposimama hapo madhabahuni, baba naye akachukua kile chombo, akaanza kugawa ule mkati wa uzima baada ya hapo na mimi nilichukua kipande kidogo tu cha ule mkate wa uzima. Baada ya hapo baba akaomba, alipoomba akatwambia sasa mwaweza mkala, na tulipo, mimi mwenyewe nilipokula ule mkate hali yangu ilibadilika ghafla. Ilipobadilika muda huo huo tu tumbo likaanza kuvurugika, lilipovurugika mala nikaanza kutapika. Baada ya kutapika, hapo baba naye huko anaendelea kuomba. Baada ule muda nimeendelea kutapika pale, mala mwili wangu ukaanza kutetemeka, mwili wote ukaanza kutetemeka. Na baada ya hapo ya kwanza kutetemeka, tuli nilipomaliza pale sasa kuomba, yaani mwili wote ukawa hauna mahusiano Nilitoka hapa sijielewi, nilifika nyumbani kwa shida. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa hilo.